Alisema mama anamjua vizuri. Hebu angalia hii picha, ni kweli mama anamjua huyu mwanamke mshenzi? Na hii bastola imefuata nini chini ya kitanda? Bado sijakuelewa brother. Basi tufanye saidi, wewe ni mwema sana, uelewi kuhusu hii bastola. Huyu mwanamke unaomwona katika picha amemchukua, nasma, kibabe sana, mdogo wangu. Anaonekana ni hatari sana. Ila ile kauli yake alioniambia mama hajawahi kuogopa kuua mpaka anakufa. Imenishangaza sana. Ina maana mama alikuwa muuaji. Ah bro, acha kujitafutia laana. Mama ndio sinamfahamu. Hawezi kufanya mambo hayo. Hapana, simfahamu vizuri mama mimi. Kama ningekuwa namfahamu vizuri mama, ningejua kama anamiliki bastola na mambo yake mengine nyuma. Ah bro, kuna kitu kimejificha hapa mdogo wangu. Lazima nijue mama amejuanaje vipi na huyu mwanamke kwenye hii picha. Kaka. Kama huyu mwanamke ameweza kuninyoshea bastola basi inawezekana amehusika na kifo cha mama yangu. Hayo ashaisha, kaka. Usitafute matatizo mengine, sitaki kukupoteza na wewe baada ya mama. Hakuna kilichoisha, lazima huyu mwanamke anipe jibu. Kwa nini picha yake ipo chini ya kitanda cha mama yangu, ikiwa na bastola lazima niambie ukweli, nitapata jibu. Ina maana kuna kitu nilifanya huo usiku kwa ule binti ambaye ulikuta barabarani. Makoti, muda wa kukukumbusha haupo, ila tu nataka nikwambie kwa hali sio shwari, pacha, ule binti amerudi mjini kuja kulipiza kisasi cha ndugu yake. Kuwa makini maana unahusika. Mi bado nanichanganya bana. Sikia, mi nachoamini, mi sihusiki na kitu chochote, na nipo tayari kuthibitishia hiyo. Huwezi Makoti, kuwa makini tu. Karibu nyumbani tunaenda, ila subiri basi kidogo hapa nikakoje Sikiliza Nasma. Hapa nilipo mimi ni mwathirika wa UKIMWI. Unataka kujua kwa nini nilala siku ile na marehemu babako? Ile ilikuwa sehemu ya malipo. Baba yako anahusika mimi kuwa mwathirika. Yeye ameshalipa ila bado wengine. Bado nakwambia hapo mm, mm hapo -hmm, nilitaka kusahau. Unataka kujua nini kilitokea kati yangu mimi na mama Duchu? Kwanza mama Duchu ni marehemu. Hiyo ni kazi ya mikono yangu. Sikia ilivyokuwa. Karibu nyumbani. Asante mama. Lakini mama, mbona hapa kama sio nyumbani? <laughs> Ndiyo, hapa sio nyumbani, ila itabidi ufikie hapa alafu kesho tutaona ni namna gani uanze kazi. Mimi hata leo niko tayari kuanza kazi nyumbani kwako. Sikia Neli, vumilia hapa kwa leo.

Kama nitapata muda wa kupoteza na wewe tena nitakwambia kilichofuata. Hey. Usinifanye mimi kama mtu ambaye nimerukwa na akili au sina akili timamu. Baba, anayejua wapi Nasma tumemweka? Ni mimi na wewe. Eh, ni mimi na wewe? Eti sasa hivi Nasma aonekane. Ina maana nitakuwa nimemtorosha mimi mwenyewe? Jibu linakuja ni hapana. Naomba uniambie Nasma umempeleka wapi kabla sijabadilika sura yangu ya pili. Kila kitu ulichosema nimefanya. Sasa leo nawezaji kugeuka na kumtosha Nasima kwa lipi leo niepesi iliyo Nasima ametoroka, jitorokaje? Nilikupa nafasi ya kurekebisha makosa yako ili uwe salama. Naona unajisahau tena, unajisahau sasa. Unachotakiwa kujua nikitoka hapa, naenda kuchakaza familia yako, na unajua fika kwamba familia yako ipo katika mikono yangu. Na nikijua kuwa kwamba wewe ndiye unayehusika kwa kumtorosha Nasma. Nafikiri unanifahamu. Dada samani, usiogope, sisi ni maafisa jeshi la polisi. Kuna mtu namtafuta, amepita hapa, anakimbia, amevaa shati jeupe. Umetuonea ameelekea wapi? Hapana, hapana, sijamuona. Haujamuona kabisa? Kabisa dada. Haujamuona kabisa dada, picha yake hapa, picha yake hapa. Umjui kabisa? Hapana, hapana, sijamuona. Hujamuona kabisa? Sijamuona. Ma masalia, no time bro, no time. Toka, washapita n na kukimbiza. Wewe ni mwizi. Hapana, mimi sio mwizi ila asante kwa msaada wako, naomba niondoke na ujanambia na kukimbiza polisi. Yaani, ni hila tu za yani, watu yani, ni watu wamtengenezea madrama drama ambayo haweki sawa. Kwaheri. Mambo, nisaidie kofia na viatu. Upo mtulivu nasima, upo mikono salama. Kama nipo sehemu salama, usiniache niondoke. Hatua zako nje ya chumba hichi zinaweza zikakupeleka kwenye umauti. Nisikilize. Unajua unanjaa njaa sana, we, inabidi ule, kisha nahitaji kuzungumza na wewe. Nitakwambia ni kwa nini nimekutoa kwenye ni mikono ya Neli na kukuleta hapa. Em, niambie kwanza, niambie. Kula kwanza, mimi natoka, nikirudi nitakwambia.

Hivi Neli, unajua ni gharama kiasi gani zimetumika kutoka katika yale mateso? Na kama kisasi kimekushinda, ni bora tufungashe turudi kijijini. Hebu nisikilize vizuri Helen, siwezi kurudi kijijini mpaka pale nitakapomaliza kisasi changu. Ikishindikana kurudi mi mwenyewe, nyinyi mpo, mtanisaidia kurudisha mwili wangu. Unajisikia unachokiongea eh? Umechanganyikiwa eh? Hebu simama, tuondoke maana hata hizo pombe unazokunywa sio dawa ya mawazo yako ulikuwa nayo wewe, mwanamke. Hivyo wewe uwawapi wewe. Wao wa Mbwinde we wa eh. Eh? Yaani wewe unaniuliza mimi ni wapi? Kwani wewe ni wapi? We wote sisi tumetokea huko kwa Mbwinde. Kwa hiyo leo unapakataa kwenu eh? Eh? Hebu nyanyuka tuondoke. Wao wa Mbwinde eh. Mimi Mr. Bonier. Your... We Makoti, hadi huku?

Unaweza kuzungumza kwanza, ongea halafu niache nitoke hapa, nimechoka mimi kukaa hapa, nimechoka. Kwanza nataka ufahamu kwa nini nimekutoa kwenye mikono ya Neli na kukuleta hapa. Sababu gani? Sababu hiyo ni binti yangu. Nini? Wao, umeamka sasa. Ni muda wa kazi. <laughs> na mimi sitakuumiza sana ukiwa utajibu kila swali kwa ufasaha. Kufanya nini? Mambo yanapokwama, ndo hapo inapozaliwa lama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao